Naitwa Ramadhan Hassan Kombo, Katibu wa Jumuhiatula Halaqul Islamia, kituo cha hospitali ya taifa Muhimbili. Swali langu linakwenda kwa dada yangu mwenye CPA. Kwa ufahamu wangu naamini wengi tunashika nafasi za uongozi kutokana na imani tulizokuwa nazo na si taaluma kulingana na eneo husika ambalo tumepatiwa hususan katika masuala mazima ya uh, masuala ya mali kama vile fedha na kadhalika, na tumetambulishwa kwamba wewe ni CPA, pengine umejipangaje kuwasaidia hizi taasisi ambazo zita, zinahusika na masuala mazima ya kifedha, ili kuweza kupata elimu, kuepukana na hizi changamoto za kutumia kufanya matumizi na hatimaye kuonekana pengine ametumia sahihi, lakini kutokana na mfumo wa matumizi inaonekana ni kama vile zile fedha amezishuje amezifuja. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Naitwa Zamaradi kutoka taasisi ya wanawake wa Kiislamu Tanzania, mmoja wa wanawake wa Kiislamu Tanzania. Mimi nitauliza swali ambalo linamhusu mwasilishaji wa mwisho lakini litajumuisha wawasiishaji wote kwenye upande wa wakfu. Ah, mimi natamani kujua hawa wataalamu wote waliotufikishia ujumbe wa wakfu na wamezungumzia changamoto zinazofanya wanawake na watu wengine tushindwe pengine kuweza kutimiza hii ibada ya wakfu, je, naomba kuuliza hawa wataalamu hawajagundua kwamba taasisi ambayo iko karibu sana na Waislamu inayoweza kutoa elimu mpaka Waislamu wakanyanyuka na wakaweza kutekeleza ibada mbalimbali mbali ni misikiti. Sasa hii misikiti imeonekana kwamba iko huru sana, inaanzishwa, inaishi, imeonekana haina chombo kinachoweza kuisimamia ili ziwe, yani iweze kuwajibika kwa Waislamu. Matokeo yake Waislamu wamekosa imani na wamekuwa wakijiwekeawekea akiba wakijiendeendea sehemu mbalimbali bila kujua. Hata hii taasisi nzuri ambayo leo inatufundisha kuhusu wakfu pengine ni nzuri, lakini sio rahisi kuwafikia Waislamu wote ambao hawafuatilii. Je, yeah, tumejipangaje kuhakikisha misikiti inarudi katika usimamizi na inakuwa chanzo cha harakati na kuwezesha waislamu wapate viunganishi vyote vya taasisi zote nzuri za Kiislamu kupitia misikiti? assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. maswala Tungejibu haya kwanza, muda swali una, una, una, una, una karibia sana. Tungejibu maswali haya mawili kwanza. Mazuri sana haya. Nadhani swali la Sheikh Ramadhan lilikuwa linasema watu wengi wanashika hizo nafasi bila ya kuwa na taaluma. Nadhani swali lake lilikuwa ni kwamba umejipangaje? Mimi nitasema tumejipangaje, T tulibebe wote kwa pamoja. Nadhani kikubwa ni kutokuchoka kuendelea kutoa elimu, na pia kidogo nitakuwa nagusia swala la zamaradi, kwamba katika hili swala la watu kupewa nafasi, lazima tuwe na mikakati ya kutoa elimu, lakini kuwe kuna sera kwanza, ya kwamba ni jinsi gani hawa watu wanaweza kupata ile taaluma ya kile wanachoenda kukifanyia kazi A, kwa hiyo nimejipangaje? Kwa mfano katika mwaka huu namwona Ustadh Haji Mrisho yupo, mwenyekiti wa tampro sijui kama brother Nchia yupo, lakini kwa mwaka huu tumefanikiwa kufundisha maimamu, kwa sababu amezungumzia swala la misikiti wengi sana, kwa kupitia Umata, na tulitengeneza ile strategic plan ya misikiti, even though tulianza na mwaka mmoja, lakini tunafanyia kazi ya miaka mitano, hatujakamilisha. Na tulitengeneza pia katiba ya misikiti kuonesha kwamba kila msikiti angalau kamati gani wanaweza wakawa nazo na kazi ya zile kamati ni nini, na kuwakumbusha kwamba zile kamati sio lazima wawe ni watu wa ndani, wanaweza wakachukua watu kutoka nje, sio tu misikiti na taasisi kwa ujumla. Uh, wanaweza wakachukua watu kutoka nje, na tulifikia mpaka kutengeneza ratiba ya hutba za Ijumaa, kusema kwamba kuna saa kabisa unaingia unagundua kwamba huyu mtu anavyoongea, labda hakukuwa na plan kwamba tujue kwamba leo naenda msikitini, labda kutazungumziwa kitu fulani, kutazungumzia kitu fulani. Kwa hiyo zile ratiba za za hutba za Ijumaa tulizitoa, lakini tuliwaambia kwamba kila mtu anaruhusiwa kubadilisha, lakini cha muhimu sana ni kuangalau kuweza kufikiria kabla ya kwenda kuhutubia. Kwa hiyo elimu ni swala la muhimu sana, kila mtu ajitolee kwa nafasi yake. Binafsi nimefundisha Iringa nikiwa na Sheikh Shamsi Ilmi, Dr. Kasim, nafundisha naye muda, muda mrefu sana mara nyingi, Profesa Asad, Profesa Muhammad Afif jamuona. Kwa hiyo tumekuwa tukizunguka sana katika kutoa elimu katika maswala ya fedha hata tu katika kusema kwamba tusichukue sadaka ile kwenye kikapu ambapo unaweza ukampa mtu hofu ya kuchukuliwa, tuwe tuna kiboksi kifungwe kufuli mbili kifunguliwe mbele ya watu wawili, ni katika swala la proper internal controls. Ni maswali ambayo madogo hivyo, lakini tumekuwa tukiyazungumzia kuthaminisha mali tulizonazo na mambo mengine mengi. Kwa hiyo kwa kweli kwenye upande wa elimu tampro umata na taasisi nyingine mbalimbali mbali zimekuwa zikijaribu kutumia wataalamu mbalimbali katika kuweza kutoa elimu na kwa hiyo tunawakaribisha wote ambao wanaona kwamba wanaweza wakashiriki katika suala hilo la kutoa elimu, ili kuweza kufikia watu wengi zaidi. Na kwa pale mtu anapopata nafasi na kujiona kwamba hana ujuzi, pia asisite kusema kwamba, nielekezwe malengo yangu ni nini taasisi nyingi na misikiti mingi tuliozungumza nayo watu hawana kabisa hizo kamati, labda sijui kamati ya jamii, kamati ya fedha, kamati ya elimu unakuta hazipo. Mtu mmoja anajaribu kuwa kwamba yeye ndio anafanya kila kitu. Aa, tumejaribu kuzungumzia swala hata la imam kujua waumini wake katika eneo lile, kutembelea waumini wake katika eneo lile husika, na lenyewe linaonekana bado ni swala ambalo ni ligumu. Kwa hiyo kazi ni kubwa na napendaga umoja wa waimamu, kwa sababu wako nchi nzima. Kwayo nasema kwa kutumia umoja ule unaweza ukafikia watu wote kwa ujumla, watu wengi kwa ujumla. Nasema maimamu, kwa sababu si wa nzima kwa ni kufikiria tu, katika mikakati tunayozungumzia tuzungumzie pia kwamba tuna mkakati gani wa kuhakikisha kwamba kuna kuna jinsi kufikia watu wote kwa ujumla ujumla. Brother Haji, kama nimekosea mahali unirekebishe. Sina zaidi ya kuongeza juu yako, lakini labda nikirudi kwenye historia uh, wanawake katika ile historia wote wale walikuwa wanajitolea walikuwa hawa hawana elimu hiyo ya wakfa ambayo iko sasa hivi, kama hiyo tunayofundishwa sasa hivi, lakini ilikuwa imechanganyika na imani yao na ile hadithi ya Mtume swallallahu alayhi wa sallam iliyotolewa mwanzo hapa, idha mata ibn adam Yani, vitu vitatu ndo vitamsaidia. Kwa hiyo wao, imani yao ndio ilikuwa nawacha watowe na wa, wa, wakipata kile wanachokipata wanashirikiana na waumini wenzao, hawataki wapate wao tuna, walikuwa wanawekeza kwa ajili ya akhera. Lakini sasa hivi naona tunataka sana tu, tuwe tuna elimu tujue, pesa inakwenda wapi, tunafanya nini. Nadhani hiyo inabidi yani, mi mwenyewe navokusikiliza hapo, sija labda mi mwenyewe sijasikia sija, sija, sija, au sijaona kama kuna kweli kuna training zinafanywa za wakfu na sio kama kongamano kubwa kama hili, kwa labda ziwe training ndogo ndogo za siku tatu nne nini wakfu tu au hata kwenye mativi au nini ili iwafikie watu wengi. Nadhani tukifanya hivyo tutahamasisha, na isiwe wakfu inazungumzwa kwa jumla, pia kama hivyo iwepo halakat labda inazungumza wakfu za wanawake katika historia, nini wamefanya. Sasa hivi tunahisi wanawake, ah hii ni mimi sio lazima kutoa sijui watu wengine, yani tunahitaji tujue historia na tujue namna gani tunawafikia watu wengi ambao wana mali sasa hivi lakini hawajui namna gani kuzitoa, au wapi wapeleke, au nani wawape. na karibu ya sala. Sasa umejibu vizuri maswala yao, na nimekamata nukta nne za kuuza kuuza kuenda. Nukta moja naonekana sheria zetu kama zipo za wakfu Tanzania nyepesi mapitio kama zipo kama zipo, zitegemea sheria nzuri kabisa. Ya pili kuwa na sifa muayyana za mtawali, wachaguli watu ambao wana sifa na uwezo wa kufanya kazi. La tatu, Allah, batizu sana, tuna Sheikh Dr. Kasim Sheikh Kasim naye hapa, ibni Sheikh ni mtaalamu corporate governance na anasomesha katika, miaka mili mitatu nyuma, yalifika masomo mfululizo

ili wafahamu corporate governance nanini? na nini na mambo ya management. Kwa hivyo, la mwisho kabisa ni mafunzo aina zote, mafunzo ya kutambua wakafu management, wakafu matumizi, wakafu investment ya wa wakafu inahitajika uh, muda wote e, na hii tutas tunaiwacha kwa uh, wakafu Tanzania na hayatuulamaa wando wasimamizi, washallah itafanyiwa kazi na MC naltakwashzakulah Shukrani sana Profesa na jopo lako. Kulikuwa kuna swali la ziada, kuna mtu alikuwa amenyoosha mkono muda mrefu, ningeomba tulipokee swali lake, ambalo ndio litakuwa swali la mwisho na litatufungia session yetu. Asalamu alaykum warahmatullahi wabarakatu. Swali langu halitofautiani sana na yule mama aliongea, lakini kwa nataka niongelee kitu kimoja, tunaongelea suala la wakfu Wakfu mimi, kama Muislamu mwanamke, ninauliona ni dude kubwa sana, ambalo tukichukua na historia ya wanawake walivyokuwa wanatoa siku za nyuma na alivyosema Bi Khadija pale wasilisha mada kwamba wanawake walikuwa mstari wa mbele sana na walikuwa hawana kipato kama wanawake wa leo. Wanawake alhamdulillah ni watoaji wazuri, lakini tumefika hatua tunaogopa, unampa nani wakfu hii sasa nilikuwa naomba swali. Swali langu ilikuwa ni kwamba hizi wakfu tunazianzisha sawa. Kwa nini tusingeamua kuungana Waislamu wote kama inawezekana? Sasa hivi tuna mirengo tofauti sana ambayo wakati mwingine mirengo hii inatufanya tushindwe kuusimamisha Uislamu kwa sababu ya tofauti zetu ndogo sana ambazo hazina msingi wowote. Sasa je, katika hili suala la wakfu, waanzilishaji wa wakfu hizi mnaonaje mkapanga mkakati wa kuungana Waislamu wote kwenye huu taratibu tusi, mnaweza mkasema tusiungane kwenye mambo mengine, lakini katika hili lude kubwa la wakfu ambalo lina manufaa makubwa sana kwa Waislamu, tuungane Waislamu tuwe na liwakfu letu limoja. Wakfu huu isimamiwe kuanzia kwenye serikali zetu za mitaa ambazo zinaanzia misikitini. Kiuhalisia, serikali za waislamu za mitaa zinaanzia misikitini, ndio masuala mengi yapo kule. Kwa hiyo tukaanza kuhakikisha kwamba tunawapeleka vijana wa Kiislamu waliosoma mpaka university, tuwasomeshe kwa ajili ya kusimamia hii wakfu jinsi inavyotakiwa tuje tuwasomeshe tu, tu, tuwasponse vijana ambao hawana uwezo wa kusoma na kadhalika. Lakini hili dude kama tutalianzisha, kila mtu anaanzisha kwake, alafu hakuna usimamizi madhubuti, tunarudi kule kule, watu wanakosa imani. Kwa hiyo sisi kama wanawake, tuna nia kubwa sana ya kupeleka Uislamu mbele, na bahati mbaya au nzuri, unakuta wakati mwingine uh, kuna, kuna vitu vingine tunashindwa kutoa kwa sababu nani unampa, lakini tunaomba Waislamu mkiwa wanaume ndio viongozi wetu wakubwa na mashehe ndio mnaosimama kwenye mimbari, tunaomba hebu uunganeni Waislamu wote katika hili swala ambalo ni kubwa sana. Tutaushangaza umma kama kina, kina, kina, kina Melinda and Bill Gates kama walivyosema, wanaweza kuchukua wakfu ambao sifa yake kubwa ni iko kwenye Uislamu wa wakafanya jambo kubwa Waislamu tukashindwa. Mimi nilikuwa naomba Waislamu kwenye hili suala la wakfu, naomba tuungane. Misikiti yetu ina hali mbaya sana, ina udhalili mkubwa sana. Tunawezaje kuingia msikitini uelewe ameongelea wakfu? Uh, pale suala la hata ile, tufike mahali misikiti yetu iongee kitu kimoja.